Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni siku nyingine tena njema tunapokuja kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, ni kualike katika wasaa huu tuweze kufumba macho, tuombe. Baba mbinguni, asante kwa ulinzi wako mwema. Zungumza nasi tena katika siku hii ya leo ya maombi, tunapokwenda kutafakari neno lako. Bwana endelea kuwa pamoja nasi. Roho yako mwema katuongoze, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Leo ikiwa ni siku nyingine tena ya maombi ninakualika katika wasaa huu kuipata tafakari fupi itokayo katika neno la Mungu, na leo tunajielekeza katika swala zima kutazama Uh, shuhuda za roho ya unabii zinasemaje kuhusu maombi? Katika masomo yaliyotangulia tuliona kwamba maombi ni sehemu ya maisha ya Mkristo, mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu, na kupitia maombi tunadumisha uhusiano wetu na Mungu na zaidi ya yote Mungu anatuongoza katika uhusiano mkamilifu pamoja naye. Ni kupitia maombi ya dhati uhusiano wetu na Mungu unadumu siku kwa siku katika maisha yetu ya kila siku. Kitabu cha Luka sura kumi na moja fungu la kumi na tatu anaandika anasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hawa hawamwombao? Hilo ni swali kwangu na kwako, ya kwamba Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutuongoza katika ukamilifu, na ni kupitia Roho Mtakatifu tunasadikishwa kulielewa neno lake na kulitafakari ndani ya mioyo yetu na kujua namna ya kuchagua kati ya wema na uovu. Tukiongozwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tunathibitishwa kutembea katika njia zilizo sahihi, tukidumu kuyatenda leo mapenzi ya Mungu. Sasa, Shuhuda za roho ya unabii zinazungumziaje kuhusu maombi? Hicho ndicho ambacho ninakwenda kukiwasilisha kwako katika siku hii ya leo, namna ambavyo roho ya unabii inakaza na kuzungumzia kuhusu maombi. Biblia iko wazi ikizungumzia habari ya maombi tangu kitabu cha mwanzo hata Ufunuo kitabu hiki kimejaa maombi. Biblia, neno la Mungu, imejaa maombi, maneno mengi yakizungumza habari ya maombi. Sasa habari gani, shuhuda za roho ya unabii namna zinavyo comment kuhusu maombi? Sikiliza, katika kitabu cha shuhuda kwa kanisa gongo la kwanza, kurasa ya mia na moja na ile paragrafu ya tatu, anaandika anasema, hakuna sara ya mtakatifu wa kweli itakayopotea ikiwa itapelekwa kwa imani kutoka kwenye moyo mnyoofu. Na hivyo yule anayetoa sala yake mbele za Bwana kutoka katika moyo ulio mnyoofu, maombi hayo au sala hiyo haitaweza kupotea bure. Badala yake, kuna matokeo makubwa kwa kila moyo mnyoofu unaomimina mbele za Mungu kupitia maombi wakati wa kufungua mioyo yetu kumwelekea Mungu kwa njia ya mambo. Kwa hiyo hakuna sala ya mtakatifu wa kweli itakayopotea ikiwa itapelekwa kwa imani kutoka kwenye moyo mnyoofu. Lakini bado anasema katika Shuhuda kwa kanisa gombo la kwanza ukurasa wa mia moja ishirini na moja paragrafu ya tatu, hiyo hiyo, anaandika anasema, kila ombi linaloombwa kwa imani kutoka kwenye moyo mnyoofu litasikiwa na kujibiwa na Mungu, kutoka katika moyo mnyoofu litasikiwa na kujibiwa na Mungu. Lakini sikiliza, anaendelea nasema, imani yetu inapaswa kuwa na nguvu, na wakati inapohitajika sana baraka zitamiminika kama manyunyu ya mvua. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, kurasa mia moja ishirini na moja, paragrafu ya kwanza. Maneno hayo yanazungumzwa hapo Hivyo ndivyo ambavyo shuhuda za roho ya unabii zinavyozungumzia kuhusu maombi na mwombaji. Mungu hujali mahitaji yetu, na upendo wake na rehema zake na neema yake huendelea kumiminika ili kutosheleza mahitaji yetu. Kitabu cha Prayers ukurasa wa 34 na ile paragraph ya tano, maneno hayo yanaandikwa katika siku hizi. Katika siku hizi tunapoendelea kuomba na kudumu katika maombi, Mungu anaendelea kusisitiza na kukaza maneno yake akisema, ya hebu muda mwingi utumike katika maombi na kuchunguza neno la Mungu kwa ukaribu. Kitabu cha Prayers ukurasa wa arobaini na moja na ile paragraph ya tano maneno hayo yanasema, lakini sikiliza, bado wanasema maombi ni ufunguo katika mkono wa imani kufungulia gara za mbinguni, jipatia amani moyoni, ukurasa wa sabini na moja. Maneno hayo yanasema. Kwa hiyo utagundua ya kwa kwamba uh, shuhuda za roho ya unabii zimekaza zaidi na zaidi kwa hali ya juu kuhusu maombi, na hivyo hakuna mkristo aliyesalama kwa siku au saa bila kuwa na maombi, ukizingatia kwamba maombi ni pumzi, ni pumzi ya kiroho. Maombi huleta nguvu za kiroho. Maombi huleta uhusiano mkamilifu kati ya mwombaji na Mungu, kati ya mwanadamu na Mungu wa mbinguni. Lakini sikiliza, maombi ni kumfungulia Mungu moyo, mioyo yetu na kuongea naye kama tunavyoongea na rafiki wa kweli. Kitabu hicho hicho tajipatia amani moyoni, ukurasa wa sabini. Maneno hayo yanasemwa na kwa sababu hiyo, hizi ni baadhi ya shuhuda zinazozungumzia habari ya maombi na ndiyo maneno la Mungu lina kaza likisema, ukaniite wakati wa mateso, ukaniite wakati wa mateso, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Katika ile Zaburi sura hamsini fungu la kumi na tano maneno ya Mungu yanazungumza mahali hapo. Na hivyo tunamuita Mungu kupitia neno lake, tunamuita Mungu kupitia maombi. Kupitia maombi na neno la Mungu, imani zetu zinaimarishwa na kudumu kusimama imara pamoja na Bwana. Ni Mungu mwenyewe wa anaelekeza watu wake, akiwaita kuleta mizigo yao katika ile Mathayo sura ya kumi na moja fungu la ishirini na nane anaposema kwamba uh, jooni kwangu ninyi nyote msumbukao na yenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Kwa maombi imani zetu zinadhihirishwa mbele za Mungu, na kwa sababu hiyo hatuna sababu ya kukosa maombi, hatuna sababu ya kukosa maombi. Sikiliza. Hebu wale wote wanaoteseka wamlilie Mungu. Geuka kutoka kwa wale wenye mioyo kama chuma, na fanya maombi yako yafahamike kwa muumbaji wako. Kamwe hakuna anayemjia kwa moyo uliopondeka atakayerudishwa nyuma. Hakuna ombi la dhati hata moja linalopotea katikati. Kati ya nyimbo na kwaya ya mbinguni, Mungu anasikia kilio cha mwanadamu mnyonge kuliko wote. Christ Object Lessons ukurasa mia moja sabini na nne. Maneno hayo yanazidi kukazwa habari ya shuhuda ya roho ya unabii na maombi. Mungu anashuhudia katika maneno yake ya kwamba hakuna ombi lolote la dhati linalotoka katika kinywa cha watumishi, cha mtumishi wake ama watumishi wake litakalopita bure. Badala yake Mungu anasema atajibu maombi hayo sawasawa sawa na mapenzi yake. Maombi na imani vitafanya kile ambacho hakuna nguvu duniani inaweza kufanya. The Ministry of hearing kurasa mia tano na tisa. Maneno hayo yanasema, sikiliza maneno haya ya kutia moyo Maombi na imani vitafanya kile ambacho hakuna nguvu duniani inaweza kufanya. Ni kwa maombi taifa linasimama, ni kwa maombi wachungaji wanasimama, ni kwa maombi familia zinasimama, ni kwa maombi viongozi wanasimama, ni kwa maombi hali za kiroho zinaimarishwa. Na hivyo maombi na maombi peke yake vitafanya kile ambacho hakuna nguvu duniani itaweza kufanya. wawe ni wachawi, wawe ni waganga, wawe ni wasiri wawe ni wapiga ramli, hawawezi kufanya mahali pa maombi. Na hivyo maombi yana nguvu ya ajabu, ndiyo maana Mungu anahitaji si tu watu wanaozungumzia maombi au nguvu ya maombi inavyotenda kazi, lakini badala yake Mungu anahitaji watu wanaojishughulisha na kujibidisha katika kuomba. Hao ndio Mungu anaowahitaji, wanaomimina mioyo yao mbele zake na kutafuta uso wake kwa njia ya maombi. Hao ndio wanaoshinda mapambano ya kiroho. Sikiliza, kama pamekuwepo pa kama pamekuwako wakati ambapo kila nyumba ingekuwa nyumba ya maombi, sasa ndio wakati huo. Ukafiri wa mashaka vimeenea. Uovu umejaa tele. Makosa ambayo yanafurika katika njia kuu za rohoni, na uasi dhidi ya Mungu hutokea katika maisha. Zikiwa zimetawaliwa na dhambi, akili za kuchagua mema na mabaya ziko chini ya utawala wa mabavu wa Shetani roho imefanywa kuwa uwanja wa majaribu yake; na ikiwa mkono fulani wenye nguvu hauwezi kunyooshwa ili kumwokoa, mwanadamu atakwenda huko anakoongozwa na mkuu wa uasi. Na hivyo, ni kwa maombi pekee tunasimamishwa imara na kuimarisha imani zetu dhidi ya majaribu. Maneno haya anasoma katika kitabu cha Kutayarisha Njia, sehemu ya kwanza, ukurasa wa mia 173, na ile paragrafu ya pili. Sikiliza, anasema kwamba kama pamekuwako wakati ambapo kila nyumba ingekuwa nyumba ya maombi, sasa ndio wakati huo. Nyumba nyingi zina huzuni kwa sababu kwa sababu wamemwacha Mungu, hawaombi na kwa sababu hiyo shetani amekuwa mtawala katika nyumba zetu, pale tunapogeuka na kuiacha njia sahihi, tukaacha kumimina mioyo yetu mbele za Mungu, baba mama na watoto, hapo ndipo tunaweka uwanja wazi wa shetani kutuangamiza. Na hivyo ni kwa maombi ya dhati pekee na kuimarika kiroho, ndipo nyumba zetu zitaimarika. Katika masomo yaliyotangulia tulijifunza ya kwamba hata katika nyumba zetu, nyumba haiwi mbingu ndogo kwa sababu ina masofa. Nyumba haiwi mbingu ndogo kwa sababu ina magari. Nyumba haiwi mbingu ndogo kwa sababu ina samani kadha wa kadha ndani ya nyumba. Nyumba inakuwa mbingu ndogo pale wanafamilia wanapokuwa wanamtanguliza Mungu kwa njia ya maombi, pale ambapo wanafamilia wanakuwa wameyatoa maisha yao kikamilifu mikononi mwa Mungu, hapo ndipo wataweza kuimarika. Familia ya ibada asubuhi na jioni, hiyo ndio inayoimarika kiroho, familia ambayo imemweka Mungu mbele kwa kujifunza neno lake takatifu, kwa maombi ya dhati, ibada zisizokoma. Nyumba inayoomba ndiyo nyumba inayoshinda, familia inayoomba ndiyo familia inayoshinda. Ndiyo maana akina baba na akina mama wanaitwa kuwaelekeza watoto wao miguuni pa Kristo kuita ibada za familia na kuwaweka mikononi mwa Mungu wakijua ya kwamba bila hivyo Shetani atatawala na kuangusha familia zetu. Na hivyo kwa kujitoa kikamilifu na kudumisha maombi ya dhati, nyumba zetu zitastawi. Nyumba inayostawi, familia inayostawi, ni familia ambayo inaomba pamoja, kwa maombi ya dhati. Maombi kama familia, maombi ya mtu mmoja mmoja, au maombi ya faraga yanaleta nguvu kubwa ya ajabu na hatimaye maisha ya Wakristo yanaimarika. Hakuna kanisa litakaloimarika kama litapuuza maombi. Kanisa linaloimarika ni kanisa linaloomba. Kanisa lenye nguvu ni kanisa linaloomba. Na hivyo tutakapojibidisha katika maombi ya dhati, hapo ndipo tutaweza kushinda kiroho, vijana wa kiume na wa kike. Vijana wanaoshinda ni vijana wanaoomba, vijana ambao wameyatoa maisha yao mikononi mwa Mungu. Hao ndio wanaoshinda. Na hivyo katika siku ya leo ya maombi, ikiwa unahitaji ushindi dhidi ya dhambi, ikiwa unahitaji ushindi dhidi ya majaribu, simama imara na Mungu wako katika maombi. Ni kupitia maombi tunashinda dhambi, ni kupitia maombi tunashinda majaribu, ni kupitia maombi hali zetu za kiroho zinaimarika. Na hivyo siku isipite, saa isipite, dakika hujatoa maisha yako mbele za Mungu, hujamimina moyo wako mbele za Mungu kwa njia ya maombi. Maombi yana nguvu, maombi yanaleta upatanisho kati ya upata mwombaji na muombezi wetu wa mbinguni ambaye ni baba yetu wa mbinguni. Kila ombi lilo la dhati kinywani mwa moyo mnyoofu, ombi hilo linasikiwa na kujibiwa. Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Tunapomuomba, yeye anatenda na anapotenda tunadumisha uhusiano wetu pamoja naye. Ni katika masomo yaliyotangulia niliwaambia ya kwamba, na sasa nawakumbusha tena, ajenda kubwa ya kuomba ni mimi kumsikiliza Mungu ili kwamba nifuate njia zake na kufuata hekima za kimbingu ziweze kuniongoza kufikia uzima wa milele. Na hivyo ni kwa kujitoa kikamilifu mikononi mwa Mungu, ndipo tunaweza kusimama imara na kupokea ushindi wa kiroho. Ikiwa unahitaji kusimama imara katika mapambano ya kiroho, dumisha akili yako katika maombi. Ikiwa unahitaji kulielewa neno la Mungu, imarisha akili zako katika neno la Mungu na maombi, na hapo ndipo utaweza kusimama imara. Yesu mwenyewe akiwa mfano alikuwa na muda wa maombi. Pamoja na shughuli nyingi, alitenga muda wa maombi, alipata nguvu kupitia maombi na akashinda majaribu. Ndivyo ambavyo wale wote wanaitwa kwa jina la Kristo watashinda kwa maombi na maombi pekee. Kumbuka nukuu iliyosema kwamba nene maombi na imani vitafanya kila ambacho hakuna nguvu duniani inaweza kufanya. Na hivyo katika siku hii ya leo, unapochagua kusimama imara, tambua ya kwamba ni kwa maombi pekee hali zetu za kiroho zinaimarika. Ni kwa kukosa maombi ang anguko la kiroho linatokea. Na hivyo ikiwa unahitaji kukua kiroho na kuimarika, tenga muda wa maombi; maombi kama kanisa, maombi kama familia, maombi ya faraga ni ya muhimu katika maisha ya kiroho, na hapo hali zetu za kiroho zitaimarika. Kiashiria cha kwanza cha kukua kiroho kwa Mkristo ni yule Mkristo anayejibidisha katika maombi, ni yule Mkristo anayejibidisha kusoma neno la Mungu, huyo ndiye anayestawi na kukua kiroho. Familia inayoshinda ni familia inayoomba, Mkristo anayeshinda ni Mkristo anayeomba. Maombi, maombi, maombi yanapaswa kuwa sehemu ya maisha yetu, kile itwapo leo. Mungu akubariki, Mungu atubariki kwa jina lake Yesu. Amen. Ninakutakia siku njema ya maombi. Tudumu kuombeana katika maisha haya ya kiroho. Tuombe. Baba wa mbinguni, tusaidie katika siku ya leo. Tuimarishe, imarishe akili zetu, zidumu katika kukuomba na kukuomba kile itwapo leo. Tupiganie ukitulinda na kutuongoza. Ukimbariki mtazamaji aliyebahatika kulipata somo hili, mbariki vijana wabariki, wa kiume na wa kike, akina baba, akina mama, wabariki katika familia zao, kila mmoja mlinde na kumtunza. Zaidi ya yote, ukaimarisha akili zetu kwa njia ya neno lako na maombi. Kupitia maombi ya dhati, mioyo yetu ikastawi, na tukaweze kuifanya kazi yako, karama zetu zikastawi kupitia maombi na neno lako, kuifanya kazi yako. Tuko katika wakati wa hatari. Pasipo kuimarisha akili zetu katika neno na maombi, hatutaweza kusimama. Tunachoamini ni kwamba wewe ukiwepo, ushindi ni hakika. Dumu kwa pamoja nasi katika siku hii ya leo ya maombi, turinde na utuongoze kuufikia ukamilifu wa kiroho. Ni katika jina la Yesu na kuamini, amen. Ninakutakia siku njema ya maombi. Mungu akubariki na kupigania kile tuapo leo. Kumbuka ni kwa maombi pekee tunaweza kushinda mapambano ya kiroho.